Kama wewe unapitia changamoto ya kukata tamaa kwenye maombi, umekosa kabisa nguvu ya kuomba, umekosa kabisa ile ladha ya maombi, unaweza ukawa unaomba, unahisi roho Mtakatifu hayupo, au unahisi kama vile unaongea au umechoka kabisa, yani kuomba, ile hamu ya kuomba imepotea, tafadhali usipite video hii. Naomba unipe dakika tano tu, usikilize mpaka mwisho, itakusaidia. Na kuna kitu kingine utakipata. Jambo la kwanza, usikate tamaa ya kuomba. Kuna watu wengi leo hii wamechoka kuomba, na wameomba kuhusu magonjwa ya mkini, hakuna mabadiliko. Umeomba kuhusu kazi, lakini umeona kimya kimezidi. Umeomba kuhusu ndoa, lakini unaona hali ndo kwanza inazidi kuwa mbaya. Lakini pia wewe umeweza ukawa umeomba kuhusu huduma lakini mpaka sasa, unapokutana na video hii, haujaona matunda ya huduma, haujaona matunda ya biashara unayoifanya. Umekuwa mchovu wa kuomba, umekuwa na uchovu mkubwa katika kuomba, yani mpaka omba yako imekuwa tu ni ya kawaida kawaida. Nisikilize, uchovu wa kuomba ni wa kiroho na ni ishara ya vita vya kiimani ama vita vya kiroho. Hapa ninazungumzia spiritual warfare. Yes. Sasa kwa nini watu huchoka kuomba? Jambo la kwanza ni kuahirishwa kwa majibu, ninazungumzia delay. Kitabu kile cha Danieli sura ya 10 mstari wa 12 mpaka 13, Danieli aliomba siku 21. Ile siku ya 21 ndiko malaika na. Jibu alichelewa. Kwa nini alichelewa? Si kwa sababu Mungu hakusikia, bali ni kwa sababu kulikuwa kuna vita vya kiroho vinaendelea pale katikati, kulikuwa kuna vita. Malaika kabla anamwambia je, tangu siku ya kwanza ulipomimina moyo wako kwa Bwana, Mungu alisikia maombi yako, lakini nilikuwa na ushindani na watu wa Wajemi pamoja na Wamedi. Jambo la kwanza linalosababisha watu wengi wachoke kuomba ni kuahirishiwa kwa maombi. Yaani inamaanisha delay. Daniel sura ile ya 10 mstari wa 12 na 10 mpaka wa 13. Tunaona Daniel alipoomba zile siku 21 tangu siku ya kwanza alipomimina moyo wake kwa Bwana, malaika alikuwa ameshapewa majibu amletee Daniel. Lakini yalichelewa na Daniel alifika na malaika alipofika pale akamwambia Daniel kwamba nilikuwa na vita kati ya wakuu wa Uajemi. Lakini jambo la pili ni kutokuwa na ile picha ya mwisho, yaani hapa ukiona tu ile hali ilivyo leo utachoka. Ukiona kesho ya Mungu utaendelea. Yaani namaanisha ile picha ya mwisho inapokuwa inakuja kwako, kama jana niliomba, na kama jana niliomba na mambo yalikuwepo hivi wala yakwenda kama vile. Kwa ile picha ya mwisho inakuwa inakurudia kurudia mara kwa mara inakusumbua ile picha ya mwisho inakuwa inajitokeza mara kwa mara kwamba mbona uliomba kuna kitu fulani haukupata, mbona uliomba kitu fulani haukupata inachelewesha. Tunajifunza kwa nani? Tunajifunza kwa Hana na Penina. Penina alikaa lakini hakuchoka kuomba. Lakini jambo jingine ni kujilinganisha na wengine. Watu wengi wamekuwa wakijilinganisha na wengine, wanaomba ah, mbona yule pale, ah, unasikia ile ushuhuda, mimi niliomba sivina nina ni Mungu akalibariki hichi naomba jambo hili lakini kwangu bado limekawia. Ndugu, usichoke kusubiri, na wala usichoke kuomba. Lakini jambo jingine ni watu wengi wanahisi kama vile hawastahili, hawastahili kuyapokea yale ambayo hawajayaomba. Ya, si kweli. Watu wengi huacha kuomba wakidhani Mungu hawezi kujibu kwa sababu ya makosa yao ya nyuma. Ni jambo ambalo si la kweli. Mungu anasema kama ile siku ya jana, yani, ilivyokisha kupita ndivyo hivyo nami ninazisahau dhambi zako na kuziweka mbali. Kwa maana yake Mungu akisha kukubali, amekukubali. Usiangaishwe na ile picha ambayo uko nayo nyuma. Sasa nataka nikupe pointi tano ambazo zitaweza kukusaidia kukurejesha tena katika maombi. Jambo la kwanza, Mungu huchelewesha lakini achelewe, nimesha kusomea katika kitabu cha Daniel sura ya kumi. Jambo la pili, maombi hubadilisha kwanza muombaji kabla hajabadilisha mazingira lazima maombi yakubadilishe kwanza wewe kabla hayajabadilisha mazingira ya unayoyatengenezea hayo maombi. Kwa hiyo uwe mwepesi wa kupokea kila matokeo ambayo yanatoka kwa Mungu, na lazima uwe mwepesi katika kushukuru, kwa sababu watu huacha kuomba wakisema hakuna kinachobadilika. Kumbe kinachobadilika ni wao, unachobadilika ni wewe. Unaonelewa, mtu wa Mungu. Kwa hiyo maombi yanaanzia ndani moyo unakuwa thabiti, imani inakuwa imara, roho inakuwa ndefu au inakuwa strong zaidi. Jambo la tatu ni Mungu usikie hata maombi yaliyochoka. Wengi hili hawafahamu, wengi hawafahamu kabisa, na usidharau, hasa katika kile kipindi ambacho unachoka, umechoka kabisa, umechoka na hata unasikia usingizi, usiache kuomba. Mungu hasikilizi nguvu ya sauti, bali ukweli wa moyo. Hata ukisema Bwana, nisaidie kwa udhaifu wangu, Mungu anasikia wa macho yake yako hapo. Zaburi ya 34 mstari 17 mpaka 18 unasema hiyo. Lakini jambo la nne, kuacha kuomba ni kutoa ushindi kwa adui. Ah mpendwa, usiache kuomba eti kwa sababu majibu hayaji, eti kwa sababu umechoka, eti kwa sababu changamoto. Usiache kuomba, yani ukiacha kuomba, yani hata kama ni maneno matano tu, lakini wewe amkaomba. Sikia nikwambie Shetani apigi vita maombi yako yaliyopita, anapiga vita maombi yako ya kesho, kwa sababu anajua kesho unavunja malango. Ukiacha, umemkabidhi ushindi, imekula kwako, kwa sababu maombi ya nyuma ni adhina ya kesho na ya kesho kutwa. Kwa hiyo kuomba kwetu sisi ni update kila itwapo leo, kila itwapo leo. Ndio maana ukitaka kutuma hata muamala, lazima iombe pin, itakwambia tafadhali weka pini kwa usahihi. Kwa hivyo maombi ndiyo pini yetu sisi ya kutuwezesha kufanya miamala, na ile inakuwa kabla hujatuma, itakwambia weka pini. Kwa maana yake ni jambo unaolitarajia, ndio sawasawa na maombi. Lakini jambo la tano, maombi siyo hisia, ni utiifu. Watu wengi sana they pray because of feelings, unakuwa na hisia, nimeumizwa nimeachwa, nimejeruhiwa, nimekuwa dhaifu, ninaumwa, kwa anapata ile motisha ya kuomba kutokana na hisia, ni jambo ambalo si la kweli. Maombi ni utiifu ukienda kwenye utii kwenye maombi ni unakuwa unapandishwa viwango na viwango. Kwa nini watu wengi hawahisi kuomba, wakaisi wanahisi kukata tamaa? Lakini Yesu alisema imewapasa kuomba siku zote wala msikate tamaa, katika kitabu kile cha Luka 14 mstari wa kwanza. Hii ni amri ya kifalme, si ya hisia. Unapoona unapoomba bila hisia, ndio imani halisi inapokuja. Kwa hivyo mambo haya matano ukiyazingatia utapata namna nyingine ya kutembea tena kwa maombi. Kwa wewe ambao umekata tamaa, hosti wako hapa Evangelist Farisayo. Mpaka wakati mwingine, mimi sina tena la ziada, na Yesu wa mbinguni akubariki sana. Ninakutakia amani, wewe na familia yako. Barikiwa sana.